Eldoret hoye, Eldoret hoye! Nyinyi mnakujanga kwa wingi hivi, mumekuja crossover, mumekuja kuaga 2025 ndio tuingie 2026 pamoja. Nyinyi jameni ni fire. Ni fire si fire? ni noma sinoma mimi nataka tunisame jambo moja alafu nimkaribishe rais. niseme nisiseme si Mungu ni wa ajabu jameni si watu wengi walianza Januari pamoja na sisi lakini hapo njiani wametuondokea wame, lakini sisi bado tuko hai si watu wengi leo hawana uzima ile tuko nao wako kwa hospitali. Tunawaombea walio wagonjwa Mungu awa, awatibu. Tunawaombea wale ambao wamefiwa na watu wao Mungu awapatie wa hekima na awapatie kufariji. Mimi najua 2026 ni mwaka wa nguvu mwaka wa faya. Ni kweli si kweli? Kenya hoi. Kenya hoi. Kenya hoi. Niko na swali moja, niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Rais wa Kenya ni faya sifaya? Rais William Ruto ni faya sifaya? Ni noma sinoma? Wacha nisikie nduru ya kumkaribisha rais wa Jamhuri ya